Yes, mwana michezo wa sawa sawa digital niko na story ambayo inamhusu Vinicius Jr. moja kati ya wa wachezaji ambao pia wamekuwa na mashabiki wengi zaidi eh, hasa kutokea pale katika kikosi cha Real Madrid ambayo inapatikana huko Hispania. Eh, sasa nyota wa Real Madrid Vinicius Jr, uh, au Vinicius Junior anaweza kuchunguzwa kwa kuvunja kanuni za maadili za FIFA na anaweza kukabiliwa na, ma, na, na marufuku ya hadi miaka miwili ambayo inaweza kuathiri sana eh, taaluma yake lakini pia kufuatia madai ya kumiliki hisi, eh, hisa eh, katika vila mbalimbali mbali vya soka. Mshikaji anaonekana anasomewa kesi ya namna hiyo. Sasa kesi hii inatokana na malalamiko ambayo yanaweza kuwasilishwa Aprili 7 na kampuni ya eh, Traibers Holding eh, du Brazil, kutoka huko nchini Brazil, ikidaiwa kuwa Vinicius kupitia kampuni hiyo inahusishwa kwa na baba yake na wakala wake Tassol Soles eh, anamiliki moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja hisa eh, katika vilabu vya soka vya kulipwa, jambo ambalo ni marufuku eh, chini ya, ku, eh, ya kanuni au ya, ya, ya zile sheria ambazo zinakuwa zinapatikana kutokea FIFA. Sasa eh, Tibers eh, inadai kuwa mshambuliaji huyo eh, Vini Jayara anahusishwa na klabu ya Athletic Club de Sao Joao del Rei Brazil, lakini pia na Alelo Klabu ya daraja la pili ya Ureno e, kampuni hiyo inasema kwamba ilinyima haki ya kipaumbele kununua hisa e, za Athletic ambazo baadaye ziliuzwa kwa taasisi inayohusishwa e, na Vini. Sasa kanuni za FIFA ni wazi na kali katika masuala kama haya, so kulingana na kifungu cha ishirini e, cha kanuni za maadili ya FIFA na kifungu cha ishirini na mbili e, cha kanuni ya michezo e, za Hispania zinasema kwamba mchezaji haruhusiwi kumiliki moja kwa moja, kwa njia isiyo ya moja kwa moja eh, hisa eh, katika vilabu vya soka vya kulipwa eh, katika ngazi ya kitaifa au kimataifa ikiwa kuna hatari yoyote ya, ya mgongano wa maslahi. Sasa, ikiwa kamati ya maadili itaamua kwamba kanuni hii imekiukwa na Vini a, anasema kwamba kuweza kwa kufungiwa miaka miwili au, sasa hilo litakuwa ni pigo kubwa kwa Real Madrid kwa sababu anaweza wakamkosa kwamba mshikaji. Inasemekana kwamba mmoja kati ya hivyo vilabu ambavyo ndio nimevitaja ambavyo vinapatikana Brazil, lakini pia kingine ambacho kinapatikana Ureno, inaonekana ana hisa kubwa kabisa za moja moja kwa moja kwamba naye ni mmoja wa wamiliki wa hizo timu na ni kitu ambacho kwenye kanuni za FIFA hairuhusiwi mchezaji kuweza kumiliki na kuwa na, eh, na hisa za moja kwa moja kama ambavyo ipo kwa Vinicius Jr. Sasa utaratibu utakapokamilika na kila mmoja kuweza kujiridhisha kuhusiana na suala hili, bwana mshikaji anaweza kafungiwa miaka miwili au zaidi na kutokujihusisha kabisa na michezo. Tunajua pigo itakuwa ni kubwa sana katika timu ya Real Madrid kwa sababu ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanafanya poa lakini pia ni mmoja kati ya wachezaji ambao ni tegemezi kwa sasa hivi. Na hii ni sawa sawa digito Endelea kutufuatilia.